Mila za mwee hmm. Kweli ni mila ambazo sasa hivi hazipo kutokana hmm. na nini? Sisi kipindi cha nyuma mtu hmm. bila bila kuwa na mali huwezi hmm. kaomba. Alafu hmm. mwanamke ilikuwa inabidi mpaka mpate nyumbani kwa wazazi wake, sio bila budi hmm wala sio mitaani mm, lazima wewe kwa wazazi, mito, mm. ka anze, kama mm. Mm. Mm. Pindale, mpenda, mm, unampenda uende kwa wazazi kaanze kupiga magoti, kama watakubaliana basi unaweza kuingia ksa mikoa hata hivyo, kuoa kwenyewe itabidi tumia hata miaka mitano bado nazunguka, tofauti na leo leo hii Mnaelewana kilabuni huko, basi mwanamke amesha rudi nyumbani mm. Eh, tofauti sana na mila zetu za tamaduni za wa zamani. Na kwenye upande wa, wa... mahali labda ni vitu gani ambavyo mwanaume wakiee anatakiwa labda apeleke kwenye familia ya binti ili aweze kumpata binti, ambavyo ni kama mahali kama mahali, yaani aa kuna lisa hmm. natoa kondo alafu, hmm. kwanza inatangulia posa, ile posa yaani tambulisho, kujulisha kwamba wewe uko pale hmm. hmm. waingi, alafu ndio inakuja lisa tu, nakuja kama kuna kuna mkaja, sasa hivi wanasema mkaja lakini mtarugula tatige eh, rwamung'asi ramung'asi, hmm. Hey, alafu inakuja kondoo mbili, kondoo mbili, alafu inakuja mablangeti mawili hmm. nakuja mashuka mawili, ndio inakuja sasa mahali hmm. hey, ng'ombe tatu ndio mahali hmm. Kilipa hizo basi, mwanamtu ni gharama <laughs> kwa asilimia kubwa yeah. kwa mfano kijiji cha Mangalali mm. wazee wengi wanaweza kufika miaka gani? Eh, ukweli labda nichukulie wastani mm. baba yangu mimi mm. amefikisha miaka mia moja na nane hapa na nimeishi oh, hapa pa wala akwama kwenda seemu mia moja mm. yeah. na mm. mm. mm. nane mm. lakini una sisi wenyewe watoto wake mm. <coughs> hivi <ambazo> <coughs> mimi ni mtoto wa mwisho, ni mdogo. Kuna kaka zangu ambao wamekufa walikuwa na umri wa miaka themanini na nne <coughs> <Mimine>, wengine <coughs> tisini wengine sabini wengine sitini <coughs> lakini sasa ndio tunafuata sisi ambao tumebaki tulikuwa tumezaliwa ambao ambao siku za nini <coughs>